Tutazungumzia mambo machache kuhusiana na haki. Aa, kwanza kabisa ni nini maana ya haki? Haki inamaanisha kupata au kufanya jambo kulingana na usawa, uadilifu na sheria. Aa, wakati mwingine tunaweza kusema kwamba haki ni kumpa kitu mtu anachostahili bila upendeleo wowote. Jambo lingine ambalo tunaweza kuzungumzia kuna kumekuwa na changamoto ya upatikanaji haki, na katika changamoto hizo tunaweza kuziona kadhaa. Uh, changamoto kubwa ni umaskini. Watu wengi hawana uwezo wa kulipa ada au kuwalipa mawakili kuweza kuwawakilisha mahakamani na hivyo lakini, pia wengine wanashindwa kupata nauli ya kusafiri umbali mrefu kufata mahakama ili kupata haki. Umaskini uh, unawafanya watu kupunjwa na hivyo kutopata haki, na hivyo wanategemea uh, hivyo kwamba mwenye uwezo mkubwa ndo anaweza kupata haki. Uelewa mdogo uh, wa wananchi umekuwa ni changamoto mojawapo katika upatikanaji haki. Uh, watu wamekuwa wakiamini kwamba, uh, ukiwa hauijui sheria huwezi kupata haki, uh, na hivyo hawezi kutetea au kulinda haki zao kwa sababu ya kutokuwa na uelewa. Mfano mzuri tu ni kwamba mtu anaweza akafika sehemu yoyote ile ambako anahitaji kupata haki, lakini kwa sababu ya kutokuelewa, akafikiri anatakiwa kutoa pesa ili aweze kupata kile ambacho anastahili. A, wakati mwingine pia ukosefu wa elimu ya uraia imekuwa ni miongoni mwa changamoto ambazo zinapelekea Uh, katika upatikanaji wa haki, wananchi wengi uh, wanashindwa ku, kufahamu, wanauelewa hafifu kuhusiana na sheria, lakini pia taarifa hafifu za kuhusiana na sheria zimekuwa hazi, hazipo na hivyo wananchi wanashindwa kupata uelewa juu ya masuala ya kisheria. Jambo lingine tunaloweza kuongelea ni rushwa rushwa inaweza kufanya haki ipatikane kwa wenye pesa au kwa ushawishi. Aa, hii ni pale ambapo mtu anatoa pesa anafikiria an, an, anataka apate haki zaidi ya mwingine. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa changamoto ya upatikanaji wa haki. Aa, jambo lingine ambalo lina, ni changamoto katika haki ni muda mrefu wa usikilizwaji wa mashauri. Shauri linaposikilizwa kwa muda mrefu au kunapokuwa na kesi za mrundikano inapelekea changamoto katika upatikanaji wa haki. A, tuna ubaguzi wa mila, ubaguzi na mila potofu ni miongoni pia mwa changamoto za upatikanaji haki. A, upungufu wa rasilimali nayo pia ni miongoni mwa changamoto za upatikanaji haki. Hii pia inatokana na pale ambapo kunakuwa na watendaji kazi wasiotosheleza, lakini pia wasiokuwa na elimu ya kutosha. Uh, kwenye kipengele hiki pia tunaongelea pamoja na upatikanaji wa vifaa vya utendaji kazi. Uh, nyingine ni hofu ya kulipiza kisasi. Watu wengi wanahofia kwamba wanashindwa kufikia haki kutokana na hofu. Anafikiria akitendewa kosa akiripoti, basi itakuwa yule aliyeripotiwa anaweza akalipiza kisasi. Hizo ni miongoni mwa changamoto ambazo tunaweza kuziona katika upatikanaji wa haki. Sasa tutaenda kuzungumzia kuhusiana na haki na maendeleo. Hivi vitu vina vinawiana vipi? Aa, haki huleta usawa katika jamii. Haki huimarisha amani na utulivu. Lakini pia haki huongeza uwajibikaji. E, haki hulinda makundi dhaifu. Haki huwapa watu uhuru wa ubunifu na uwekezaji. Lakini pia haki, ukosefu wa haki huvunja maendeleo. Ah, kuna changamoto zinazotokea katika upatikanaji wa haki. Tukiweza kuangalia kwa mfano, kwenye wilaya yetu ya Ngara ambayo iko mpakani mwa nchi mbili ya Rwanda na Burundi Uh, tuna takribani mahakama kumi na moja za mwanzo zinazofanya kazi, na imeweza kusaidia kwamba wananchi wanaweza kujipatia haki kupitia uh, mahakama zetu hizo, lakini tunana mahakama ya wilaya ambayo pia inafanya kazi kisaidiana na mahakama hizo za mwanzo. Na kiujumla, tumeweza kuwa tunaelimisha wananchi kupitia vyombo vya habari kama redio Radio Kwizira na Radio Ishizwe ambako tumekuwa tukitoa elimu kuweza kuwafikia wananchi.